Ndugu waandishi wa habari, na mahususi kabisa Watanzania kwa ujumla. E, tumefurahia kwa kipekee kabisa, uamuzi huu wa Mahakama ya Hakimu Mkazi Dar es Salaam iliyopo Kisutu kwa sababu kubwa moja. Ni uamuzi ambao haukuwa mwepesi. Ni uamuzi ambao ulihitaji e, ushujaa e, wa mahakama. Katika hoja zetu tulialika mahakama e, iwe kubwa, yani, we invite the court to be greater. E, na tunashukuru kwamba mahakama imetusikiliza na tunaamini imejijengea heshima ya kipekee sana siku hii hii ya leo. Heshima hii ni kama akiba ambayo imejiwekea, ambayo naamini itatumika kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tu, kwa kipekee kabisa tuishukuru mahakama kwa ujasiri, tumshukuru Mheshimiwa Muhini na tumuombe aendelee kuwa na ujasiri huo kwa sababu e, kesi hii kama tulivyosema inafuatiliwa na e, watu wote wa ndani na nje ya ya nini ya Tanzania. Kwa hiyo heshima hiyo hajajijengea ndani ya Tanzania tu, hata nje ya Tanzania, kwa sababu wote mmeona kulikuwa kuna toka Mheshimiwa Lissu eh, afikishwa mahakamani, kumekuwa na international observers kutoka taasisi mbalimbali. Eh, East African Law Society, mabalozi o uh, kwa wale wote wanabeba eh, reflection ya kwamba basi angalau eh, mahakama zetu zinaweza kuwa na ujasiri. Kwa hiyo kwa hilo tunashukuru tuna sana, lakini pia endele kutoa wito kwa wale ambao tumewakemea hivi karibuni, tumesema wana tabia ya kuongea huko mabarabarani, basi waendelee kujionya, kwa sababu eh, hiyo inaweza kuleta madhara katika mwenendo wa kesi. Wajionye sana eh, wameshamfikisha huyu mtu eh, kupitia kwa wahusika wa kisheria mahakamani, basi waache mahakama ifanye eh, kazi yao, halafu majibu yatakayotolewa sasa ndio wanaweza kwenda kuyazungumzia huko barabarani.